ni mtoto wa Kiislamu. Mtume Muhammad anasema annikahu min sunnati fa man raghiba min sunnati fa laysa. Ndio ni sunna yangu Mwone kuifuata atakuwa na mimi, asioifuata atakuwa na mimi. Na ninakujua una moyo wa kupenda. Tunataka tumjue mahusiano ya ndoa umeyapangaje. Miaka ishirini kule game, tutegemea uwe miaka 20 na, na mkeo saizi, tumekaa na watoto, tunajua una watoto na, na mkeo pembeni, funguka kuhusu mahusiano yako, unaye mpenzi au unatarajia kuingia kwenye maisha ya ndoa au utabaki kuwa mseja mpaka umri utakapo, dunia itakapoiacha, bosi wangu? <laughs> <laughs> Okay. Yeah. Yeah. Mwye mwye ndoa ni samee leo namna hiyo, nitakwambia kitu kimoja. Mjako wanasemaga ndoa Mwenyezi Mungu ndo anatia saini, ni kweli uh, hii sio challenge iko tu kwa wanawake kwa sababu wanawake ndio wanaolewa, lakini pia challenge iko kwa wanaume eh? Um, huu ni ukweli kabisa usiopingika. kuna harusi na ndoa, ndio si tumeona. Yeah. huu ni ukweli usiopingika, kuna harusi na ndoa Unataka watu washangilie harusi yako, sawa. Lakini kuna baada ya harusi, kuna ndoa performance. Sasa si tumeelewana? Yeah. hiyo ndoa ndo performance sasa yako, lakini Mwenyezi Mungu, talaka inamchukiza sana, apendi watu wa wakisha kuwa wameoana taki watu wachana kwa sababu hale, ile siku mnamwana wewe utaalika watu hmm, basi Mwenyezi Mungu naye analeta jopo la watu wake, nendeni hmm, hmm, mkatie baraka huyu mtu namemridhia, sasa hivi ameingia katika ndoa, ameingia katika sehemu ya pili ya maisha yake. Sasa hey, Hamadi tuitokee labda baada ya ndoa Mika mwezi mmoja au wiki mbili mmewachana au let's say mika miaka yote hiyo mjakuachana mnasumbua watu. <laughs> Kweli kweli, hasa ukiacha kusumbua wa watu, kuna viumbe Mwenyezi Mungu alileta pia, pia mnakuwa mmevisumbua, haiwezekani. Kwa hivyo mtihani ipo, ndoa sio jambo la mchezo. You have to be very very sure na mtu na kuwa unaingia naye katika pingu za maisha, you have to be makini, na nasikia kilichokuwa kimesemwa kwamba kila mwanaume ana ubavu wake, yeah. Wa kushoto, yeah. Na kila mwanamke ana ubavu wake wa kulia. Unajuaje kama ndo ubavu wako? That's the only point question, kwamba performance ya kwenye ndoa itakuaje? So lazima tuwe makini katika kuchagua, nasisitiza tena na tena na tena tuwe makini. Mi sipendi kuweka maisha yangu kabisa ya personal hadharani kila mtu akayajua, kwa sababu husuda watu tunajitengenezea wenyewe. Husuda ya kusemwa na mtu ambaye mtu wa nje ambaye hujua ni nani, tofauti na yule mtu ambaye unamjua hapa ni nyumbani.